asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatu habari zenu ndugu zangu na amani iwe juu yenu kwanza e, lakini pili shukrani sana kwa wale wote ambao wanaendelea kusubscribe katika chaneli yetu ya Sir Bin Laden 786 leo nimekuja na somo la kujifunza maajabu ya abjadi maajabu ya abjadi abjadi ni nini abjadi ni herufi za kiarabu ambazo zinatumika katika uchawi wote duniani. Lakini fasiri sahihi ya neno abjadi, abjadi ni herufi za Kiarabu ambazo Allah yeye ametumia kuitengeneza Qur'ani yake nzima. Mfano, ukimsikia mtu anasema ee, katika elimu yetu ya kawaida hii ya shule anasema a e, you mpaka zedi, na pia katika Qur'ani kuna alif mpaka mwisho sawa sawa, mpaka yee. Abjadi ni herufi za Kiarabu ambazo Allah yeye ametumia kuitengeneza Qurani yake, kuiandaa Qurani yake na kila kitu kipo katika abjadi katika ulimwengu. Lakini pia abjadi ndio mama wa tiba katika uu ulimwengu wote, kwa sababu hauwezi kufanya tiba kama haujua haujui abjadi. Abjadi ni herufi 28 zenye miujiza mikubwa katika ulimwengu, ni herufi 28 zenye miujiza mikubwa katika ulimwengu. Abjadi ni herufi zenye siri nyingi sana lakini pia mtu yoyote anayeweza kujua Abjadi ana uwezo wa kuita kiumbe chochote kikamtii na kikaja. Lakini mtu yoyote mwenye kujua kuisoma Abjadi kwa ufasa, atakuwa ata uwezo wa kumuita mtu na akaja kupata kazi, ataweza ataweza kuita majini, ataweza kufanya chochote katika ulimwengu pasina kuwa na wasiwasi wowote, kwa sababu matalasimu yote katika huu ulimwengu yametengenezwa kwa kutumia herufi 28 za Abjadia, lakini pia katika hii Abjadi kuna herufi tisa za ajabu. Hizi herufi mimi napenda kuziita herufi za Imam Ghazali kwa sababu herufi hizi alikuwa anatumia sana Imam Ghazali katika elimu ya tiba. Alikuwa kila anachokifanya katika hizi herufi tisa huwa kinatoa majibu papo kwa hapo, kwa hiyo tunakuja kupata kwamba katika herufi 28 za Abjadia zipo herufi tisa pia zenye maajabu katika eh, elimu ya tibbi sawa sawa. Katika hizi herufi 28 za abjadia kuna herufi tisa ambazo hizi herufi e, ni kwa nazita herufi za Imam Ghazali, kwa sababu ni herufi zenye miujiza sana katika ulimwengu wa tiba. Katika hizi herufi 28 za abjadia zipo herufi tisa, ndio mama wa hizi herufi zote sawa sawa. Hizi herufi tisa ito batwada zaaja waahi au wahi, ni wawu alifu he ni be twe dali batwada za haja waahi. Hizi herufi ndo herufi za hatari katika hizi herufi za abjadi. Kwa hiyo hizi ni herufi namna ya kuzitumia nitakuja kuelekeza mbele. Kwa hiyo yoyote ule ambaye ataijua vizuri abjadia basi hakuna atachoshindwa katika huu ulimwengu. Sawa sawa, sasa ikitokea labda unataka wewe upate makudama kwa kupitia hii abjadi au makudama wa kuzoea katika hii abjad pia uwatume, unafanyaje ili eh, hii abjad ikuzoe? Cha kwanza watakiwa ufunge siku tano au saba. Kipindi unafunga unakuwa unaisoma hii abjad mara elfu tano mia tisini na tano, lakini kipindi unasoma unakuwa unasoma na kuiteni nyinyi vi, viumbe kwa siri ya jina la kwanza la Mwenyezi Mungu na kwa siri au kwa nguvu ya malaika wenu mkuu anaitwa Khatima Khatwa Alqiyail, ndio malaika mkuu wa abjadia. Kipindi unafunga unakuwa unaisoma abjadi mara elfu tano mia tisa tisini na tano, lakini kipindi unaisoma zile mara sawa sawa, utakuwa katika kila mia unanuia, nasema nakuiteni nyi viumbe wa abjadia, ndio kwanza leo hii mkae katika maisha yangu na kuanzia leo hii mnizoe nyinyi abjad, kile ninachokifanya kizae matunda. Umeelewa? Kwa hiyo utakuwa unafanya siku saba, lakini katika zile siku saba ambazo utakuwa unafanya unazisoma hizo abjad, haitakiwi kula chenye roho e, mithili ya kitu chochote chenye kukaraisha, e, vitunguu saumu, unakuwa hauli hizo siku saba ambazo unafanya hii e, riadha ya abjad sasa Tukiendelea katika somo letu leo hili tukufu la abjadia, tunakuja kujua kwanza, abjadi ni miongoni mwa herufi kubwa na herufi zenye miujiza makubwa e, katika elimu yetu ya tiba. Kama atatokea mtu yeyote wa tiba haijui abjadi, basi na maana huyo mtu hajui tiba sawa sawa. Kwa hiyo herufi za abjadia zina namna nyingi ya kufanya. Kwanza hizi herufi za abjadia ndio zimetengeneza sako sasa, sako ni nini? Sako ni ile ambayo mnanaliona, linapita katika video yetu hili linaitwa eh, kwa Kiswahili tunaita sisi wenyewe watu wa tibi tunaita sisi wenyewe pentagram. Herufi za abjadi ndio herufi ambazo zimeliunda ili pentagram. Penta kuna neno lingine gram. Penta ni tano. Gram ni neno la Kigiriki lenye maana ya miujiza au uchawi wa miujiza sawa sawa? Ili duala ambao mnaliona limezunguka hiyo nyota hiyo ni nun. Sema nun wal qalam. Hii ni nun ambayo ipo katika hii abjedi pia sawa sawa? Ili duala limefichwa lakini ni nun ambayo nyinyi mnaijua katika herufi katika herufi za Kiarabu. Sawa sawa? Kwa hiyo ili duala pia ambayo ni pentagram ndani yake kuna mambo matano. Siri ya kwanza ili duara ambayo tunaita pentagram, sawa sawa. Penta ni tano lakini penta ni tano. Gram ni neno la Kigiriki lenye maana ya uchawi wa miujiza, sawa sawa. Kwa hiyo ili duara lina siri kubwa sana ndani ya mambo matano hayo ya siri. Kwanza linamiliki upepo, maji, udongo na hewa, sawa sawa. Lakini pia hiyo mchongoko wa mbele huwa inawakilisha roho, yani roho ya kila kiumbe ambacho tachokiita itatii, ita kama utachola huo mcholo. Kwa hiyo tunakuja kupata kwamba huo mcholo una siri gani, siri zake ni hizo, ambao nani, namiliki udongo, moto, hewa, maji. Swali tu la kawaida, duniani kuna mtu ambaye anaweza kaishi bila maji? Duniani kuna mtu ambaye anaweza kuishi bila udongo? Udongo ambao wazazi wetu wanautumia kwa ajili ya kupanda, kupanda vitu mazao na nini lakini pia maji ndio uhai wa mwanadamu, kwa sababu mwanadamu anapokosa maji muda mrefu huenda ikamtokea matatizo mengi. Kwa hiyo mtu yeyote atakayechora duara hilo kisha akaita kiumbe chochote katika huu ulimwengu kitamtii na kitakuja. Hakuna kiumbe ambacho takiita katika huu ulimwengu kitakataa kuitwa kwa kutumia hilo pentagram, ambalo penta ni tano gram ni uchawi wa kigiriki lenye maana ya uchawi wa miujiza. Sasa sawa. Kwa hiyo kwa mafupi haya ambao nimekuelezeeni update kwa kina kwa leo hauwezi kuimaliza. Lakini miongoni mwa faida ndogo ambazo nataka kuelekezeni, kuna siku moja mimi aliingia mtu mmoja akanambia, mimi nimeibiwa mke wangu. Na yule mtu aliniibia mke wangu mimi namjua vizuri sana. Nikimwambia ate mke wangu asiendelee kumzini, yeye ananiambia utanifanya nini mimi? Mimi nina kadha wa kadha wa kadha. Sawa sawa. Mimi nikamwambia nenda kamtangazie siku tatu. Kamwambie usiendelee kufanya kitu fulani na mke wangu la sivyo utakufanya kitu kibaya. Yule jamaa ambao anamzini mke wa mtu akasema mimi siwezi kufanya chochote na hamna mtu yeyote anaweza kunifanya chochote. Yule jamaa akarudi kwangu. Nikamwambia nitafutie mturatula wa makaburini ule mzi, mti. Sio majani, sio kitunda, nitafutie fimbo ya mturatula wa makaburini ambao upo juu ya makaburi.

mtu wa jinsia ya kiume. Sawa sawa, katika kila kiungo chake tukampa hizo shekeli. Hapa kifuani nikaandika jina la yule mtu kwa sababu tulikuwa tunamjua jina lake. Hatukutaka jina la mama yake. Baada ya hapo tukaandaa mswala nikamwambia ubani wa dua letu la leo tutatumia ubani mshtaka na punje za kitunguu saumu. Tukawa tunasoma zile abidi mara 313 kila tukifika mia namwambia ichape ile picha kisha anuia anachokitaka kimpate ule mwizi wa mke wa mke wake Tukafanya ile kazi. Baada ya kufanya ile kazi, nikamwambia chukua ili karatasi kazike katika kaburi la zamani. Akaenda akazika. Baada ya siku saba, yule mtu ambaye alikuwa anasema yeye harogwi alimpigia simu akamwambia, kaka, kama kuna kitu chochote umefanya basi mimi nisamee, sitorudia tena. Akamuuliza kwa nini, akanambia, akamwambia, sitaki kukwambia kwa jili gani lakini umenipa madhira makubwa, nasikia katika kila kiungo changu nasikia vichomi vinaniuma sana. Jamaa ule akanipigia, nikamwambia msamee, fanya nika, akaja tena siku ya pili, nikamwelekeza namna ya kumwagua na kumponesha yule mtu akapona. Hii ni njia ya kuadhibu mtu yote kwa kutumia abjadia. lakini ikitokea, una mwanamke unampenda, yeye hataki hataki umpende sawa sawa, unaweza kuitumia abjadia, huyo mwanamke akaja hata siku saba azifiki huyo mwanamke anafika. Lakini pia hii abjadi hii, kuna staili ukifanya unaweza ukamwangamiza adui yako mtukutu, akapata madhira na akaugua magonjwa ambayo yeye hayajui. Ukitaka kumwangamiza adui yako ambaye anakusumbua tena, tengeneza mtoto kwa kutumia kichoguo bobu, sawa sawa, mbumbe mtoto wa udongo. Baada ya kumbumba mtoto wa udongo, toboa hapa utosini ule mtoto wa udongo, ingiza jina la huyo adui yako baada ya hapo, tia damu ya kuku mwekundu ingiza, kisha mfunge, mwanza kumsomea hizo abjadi. Baada ya kumsomea, mfunge kitambaa cheusi au cheupe. Nitakwambia katika somo linalofuata namna gani unamwangamiza adui. Lakini kama kuna biashara inakusumbua sana, hizi abjadi pia ipo njia ya kufanya biashara hiyo, utauza sana, utapendwa sana na utasifiwa katika ulimwengu, hakuna kitachokuja kukushinda. Leo nimeelekeza maajabu ya abdia katika kupata kila kitu kwa ufupi, lakini inshallah ipo siku nitaelekeza kwa ukubwa, sawa sawa. Lakini, baada ya kusema hayo na kupendeni sana, na naomba msisahau kusubscribe katika vipindi vyetu vijayo. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa vipindi vingine, amani iwe juu yenu na nakupendeni sana.